Tumeanza zoezi vizuri, zoezi vizuri, zuri vimefunguliwa kwa wakati na wale wote ambao walileta maombi kwa ajili ya kupiga kura siku ya leo, kura mapema. Wengi wamejitokeza na zoezi si inaendelea vizuri katika hali ya amani, na taarifa tulikuwa nazo kwamba bahati mbaya sana vikosi vyetu, majeshi yetu yametoa uniform kwa raia, na mimi nilisha ripoti hilo tume kabla ya leo kwamba kitakachofanyika ni hiki. Lakini tumeletwa watu ambao majina yao ya huku, lakini si wa huku, watu ambao wanapiga kura Makadara, watu ambao wanapiga kura Malindi, walikuwa wanajitokeza kwamba kuna wanajeshi katika jimbo la Pangawe, wakati wakati pale hakuna kambi. Sheria hairuhusu kuandikisha au kwenye kambi kuwa na, na, na vituo vya kupiga kura kama kuna wanajeshi sehemu yote wale vile vile ni wananchi na wanakuwa wameandikishwa katika maeneo yale. Kwa hiyo pale ambapo wanakuja kuombewa wale wote ambao watafanya uh, watakuwa nasimamia shughuli za uchaguzi siku ya uchaguzi, ambao wanatoka kwenye ni polisi, wanajeshi au vikosi, yale maombi yao yanaletwa, wanaangaliwa vile vile wameandikishwa wapi, kwa sababu ndio sehemu ambayo atakwenda kupiga kura. Kwa hiyo popote pale ambapo kuna vikosi, kuna wanajeshi, wale ni wananchi ambao ndio maeneo yao ambao waliandikishwa kula. Kupiga kura. Walivyofika saa moja walifungua kituo na majeshi pamoja na askari wote walikuja wakaanza, ila baadaye ilitokezea changamoto kwa sababu ya mvua. Wale ni wengi ikawa tu ni msongamano, lakini hakujatokezea tatizo lolote. Labda niseme kama wanavyosema sijui, labda kutakuwa hivi, hapana.